Mi kwa majina naitwa Salal Mkenge, uh, tumetoka kijiji Hamesa. Uh, sisi tulipata mradi ya Coast Water na tuko na imani Coast Water kuwa itatusaidia kwa sababu sisi tulikuwa na shida ya maji katika hii kijiji yetu. Tulijaribu kuomba Mwenyezi Mungu na Coast Water imejaribu kutusaidia na maji, na tulipopata maji kama wanakijiji Hamesa tumeshukuru, kwa sababu ilikuwa hii maji yenyewe hatuna lakini pia tumeshukuru kupata hii maji, lakini baada ya kupata hii maji then kidogo kuna uh, sintofahamu katika hii kazi ambayo kwamba uh, inaendelea. Ile kitu ambayo kwamba kidogo sisi na uh, hii kazi tume tumetalifiana ni kitu kidogo. Sisi wakati tumepata hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii maji tulidhania kuwa tutapata uh, mali ambayo kwamba tutatoa maji mahali mzuri Elevated tank ambao kwamba tuletewa lakini tukapata ni tank ambao kama tumeletewa hii ya prime ya ya, ya, ya 10000 liter. Na tuliposikizia hii kandarasi ni kandarasi ya 9.7, kama sijakuhisia tujue kama ni ya ukweli, lakini tumesikia ni 9.7 million. Kitu ya 9.7 million tumeletewa tank ya 10000 liter hapa, na hiki kijiji chetu ni kijiji kubwa ambao kwamba tuna shida maji. kitu cha pili tumejaribu kuongea na huyu mtu amesimamia hii miradi ya Coast Water, ya kijiji Hamesa uh, ili sisi ile mahitaji yetu, ili, ili tumwambie aturekebishie, but uh, huyu mtu ambaye anasimamia hi, hi, hi project, ni kidogo ni kiburi. Badala ya kutujengea water kiosk kwa ile mahali ambao amba tulijaribu taps. Taps kumwambia atuwekee hizo water kiosk ni taps tu hii 10000 liter kama haita haita pa maji, kwa hiyo uh, itakuwa ni shida. Tulijaribu kumwambia venye BQ unasema, aspa BQ, tujengewe uh, kiosk na water tank iwe jua jiwa kiosk ile, ile, ile pipe ambayo kwamba alitumia kusupply hii maji ni inchi moja, ambayo kwamba mimi kama anaweza kutaka hii maji siwezi siwezi kupata hiyo maji, kuvuta hiyo maji, hasa hii maji iko mali moja sasa sisi kama wanakijiji, Coast Water imejaribu kutusaidia kama wanakijiji, lakini sasa huyu mwana mwanakandarasi ambao kwamba amekuja kufanya hii project ametuletea kitu ambao kwamba haijatufurahisha haija sisi kama wanakijiji, so sisi tunaambia tuna, tuna, tuna watu wa Coast Water wakuje ground wakuje ground tulimpigia hata, in fact huyo engineer ambaye kwamba amesimama ame, anasimamia hii project, engineer engineer Mtungi, Engineer Mtungi anasema yeye ame, ameongea na huma na kandarasi asimamishe kazi, but huma na kandarasi bado anaendelea na kazi. In fact hii hizi fence ambayo kwamba ameleta hata ukiangalia kabla haijawekwa kwa kufanya fencing ishaanza kuvunjika vunjika, so sisi tunalilia watu wa Coast Water, tumeshukuru na miradi, lakini tunaomba hii miradi, hatuja kata miradi ifanyike. Tunaomba tu hii mradi iboreshwe na huyu mwana kandarasi afanye venye wanakijiji wanataka, asibabikiu venye, venye. Nasema yangu ni hayo tu. Kwa majina naitwa Omar Isa, ni mmoja wa vijana wa Hamesa. Mimi nilikuwa nataka kusema hivi, sisi kama vijana ilikuwa tunatumikia wazazi wetu kuenda kushota maji malakoteni jua kali mida leti lakini sasa ilikuwa tumeshukuru kosota kutuletea hii maji, tumesikia raha sana. Lakini sasa tumekuja kugundua kuwa hii maji hii sola na hii tank na hata ile tank ambayo inapita chini yote haijaridhisha hii jamii. Pipe ambayo inapita chini ni one inch, mtu hawezi vuta hiyo, hiyo, hiyo maji na hata hii, hii sola inapiga one hour, ikipiga saa tano ukikuja saa kumi hakuna maji. Tanki manye ni prime. sisi kama vijana tusha ipata project tukaweka hii tanki ya top tank mbili na shilingi laki sita, laki tatu na tukaweka top tank mbili kwa hizi vijiji na paka leo inafanya. Tunamini kwa hii tanki ya prime haiwezi dumu zaidi ya miezi sita na hii community ina, inategemea hii maji. Kwa hivyo sisi kama vijana hatu, hatuna imani na engineer na contractor. Sisi kitu tunataka, tunataka permanent solution ambayo itasaidia hii jamii mpaka miaka ishirini miaka thelathini inayokuja. Hii tanki tunataka, si hii prime tank, tunataka aluminium tank ambayo itasaidia jamii, na ikiwezekana hiyo pipe ambayo iko underground iwekwe inchi nne ama zaidi, ambayo kila mtu anaweza kuchukua hiyo maji na ikamsaidia kesho. Sisi hatuna shida, tunataka hii kazi contractor na engineer wake afanye kulingana na ile BQ amepewa na serikali. Sisi hatuna shida, akisaidia jamii amesaidia kila mtu, serikali na watu wote ambao wahusika, tunaomba waingilie kati. Asanteni sana. Mimi naitwa Ibrahim, ni Ibrahim Jilo. <coughs> mimi ni <coughs> nakaa Hamesa, ni vijana tena, Gen Z. Naona mradi ya contractor ambayo ameleta hatukuridhisha, maanake tukimpigia engineer simu, engineer amesema, nimeongea na contractor kontrakta tukimwambia tuki afanye vile anataikana anafanya vile anataka. Tukampigia engineer tukampigia director, naona akona kitu ambaye engineer amesema am, nimemwambia asimamishe lakini hajasimamisha bado, anataka kufanya vile anataka. Na hii ni kitu ya pesa mingi sana sasa sisi nilamshi yetu aje na hii hajajengea chuma, amejengea block na vimeta. Na hii ni pesa mingi sana. Si tunataka waziri eh, ya maji aingilie katikati. Au la mishetu ukisikia hata ati corruption waingilie katikati, ashikwe mara moja huyu, apeleke mahakamani, asidhulumu watu ambaye wako na mambo ya nani, ako na wazee hapo ndani. Unaona? Watu ambaye hawajasoma adhulumiwe hivi haiwezekani. Unaona? Sasa chief hatajulishwa, Helman hajajulishwa. Komiti mwenye hajajulishwa, kalu hajafanywa. Walikuja tu kufanya kama mradi ambaye, yani inja wizi wizi, kiholela holela. Sasa sisi tunalalamika, hatutaki, isimamishe mara moja, aje afanye uchunguzi. Azabikyu. Huu ni mkora, haja wafanya uchunguzi. Na ofisi ya Kosota, afanye uchunguzi ya atikorapshe. Maraki ile kisima ambaye wamejenga bilisa location, yote imeharibika. Sola ni feki, moto ni feki, Inakaa wiki moja tu inazimika. Unaona kisima tatu ambayo wamefanya wote hawafanyi kazi. Injinia kama atoe mara moja na dareka kama atoe mara moja, serikali aje yachunguze hii kisima ambayo imefanywa hapa bilisa location. Asanteni sana.